Madhumuni ya kikundi hiki kuwaunganisha wanawake na Samia ili waweze kushirikiana na kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuwainua wanawake na kuleta maendeleo ya taifa kwa ujumla. Pili, kuwawezesha na kuwahamasisha wanawake kushiriki katika shughuli za uzalishaji mali na kuboresha maisha yao. Kutangaza kazi nzuri za miradi ya kimikakati inayofanywa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kusimamiwa na mawaziri, mkuu wa mkoa, wabunge, wakuu wa wilaya, wakurugenzi na waheshimiwa majiwani kutoa elimu na hamasa kwa jamii kuhusu maendeleo na kufanya jitihada mbalimbali sahihi na kusimamia njia mbadala na kuwaongezea wanawake na Samia kipato katika sekta za uchumi na jasuri. Wanawake tunatakiwa kula wapi? Wakina mama sisi na watoto tunatakiwa kula wapi? Waia nyumbani, ongea na baba, ongea na vijana wetu waamini, pale ambapo wanawake wenye uwezo watakapojitokeza kwa wape nafasi ya kuongoza. Tuwaomba kina mama waendelee kuamini wanawake wenzao, lakini tuwaomba kinamama, tuwaombe kina baba watuunge mkono. Sasa hivi kina baba wanatuamini na ndio maana tuna rais mwanamke, basi tuendelee kuwaomba wote, kina baba, kina mama, ili tuendelee kumsapoti mama yetu Dkt. Samia. Mwanamke unapopata uongozi, unaangaliwa marais sisi so ambao tumepata nafasi kama wanawake lazima wa tujitahidi tutendee haki ile nafasi tunayopata, ili wanawake wengine waendelee kuaminika, sio kweli. <tipatia> makotea kusogea kupata habari hapa kwetu Urambo. Kikundi cha wanawake na Samia kilianza rasmi mnamo tarehe 21 Julai 2024 katika kila kata kumi na nane ya wilaya ya Urambo. Kila kata inawatumishi zaidi ya wanawake hamsini. Tuliweza kushiriki semina ya IMASA, yaani imarisha uchumi na mama Samia. Tulipata fursa ya kusajiliwa na kuingizwa kwenye tathmini ya uchumi wa nchi yetu kwa ajili ya kupata fursa mbalimbali za uwezeshaji kimtaji. Pia tuliweza kuunda vikundi vidogo vidogo kwa haraka ndani ya kikundi cha wanawake na Samia ili tuweze kunufaika na mkopo wa asilimia kumi na pia kufikia mwezi huu wa Mei 25 kuna vikundi sita vilivyonufaika na mkopo wa asilimia kumi. Miongoni kati ya vikundi sita vilivyonufaika ni kikundi cha vijana na Samia. Habari za mitaa, serikali, Toronto TV. Kwa hiyo vijana, tuungane tushikamane pakubwa kuhakikisha tunamsupport mama sababu mama lengo lake pia ni kutupeleka mazuri. Ndio vijana wengi sasa hivi wamekuwa, unakuta anaweza akamka asubuhi tu, yeye yuko na simu, hana anachokifanya cha maana isipokuwa yuko kwenye, lakini simu hii hii ya mkononi unaweza kamua ukaitumia ikawa ni kama sehemu ya kukiingizia kupata. Lakini achana. Sasa hivi kuna magrupu mengi, tuna magrupu ya vyama, tuna magrupu ya kitaifa Ambayo ukisema unaingia mule unakuwa unajipata elimu na unajifunza baadhi ya vitu kuliko kukaa tu kwenye mtandao na kuanza kufanya vingine ambavyo havipo, havieleweki. Hapana, sisi watoto ambao tumeamua kuwa watoto wa Samia, hatufungamani na la hatu hizo lazima, ili tulifikishe taifa letu mbele, lazima tufanye kazi kwa nguvu kama anavyofanya kiongozi wetu wa nchi <muchas> Leo mnavizungumza fursa, mmeongelea mikopo ya asilimia kumi, kwa nami niongeze sauti yangu kwashajiisha kina mama. Kama kweli tunampenda mheshimiwa rais, tuongeze wigo. Haiwezekani mkoa mzima wa Tabora ukawa na jumla ya wanawake na Samia elfu tatu na mia tano kadha kadha, haiwezekani. Bado tukafanya kazi, tukawaibue kwenye vijiji yetu kwenye kata zetu tuwalete pamoja on, ndugu zangu, tukifanya zoezi hili vizuri, tutapeana majukumu kulingana na uongozi tulionao, na wenzetu wa mkoo wakatusimamia vizuri, ukapiga hesabu ya kila kitongoji, ukapiga hesabu ya kila kijiji na kila kata. Ndugu zangu, lakini hangi yetu sisi ni kuwaona kina mama wanakuwa mbele zaidi kwa mfuko wa kikundi kwa ajili ya uendeshaji wa shughuli mbalimbali za kikundi. Ukosefu wa ofisi, hivyo inasababisha tusiwe na makao maalum au kituo maalum cha sisi kupatikana. Ukosefu wa usafiri ili kuwawezesha wajumbe wa kamati mbalimbali kwenda vijijini kutoa elimu na hamasa kwa jamii kuhusu juhudi za serikali zinazoongozwa na Daktari Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan bunge zima lina wabunge mia tatu kwenye majimbo mia mbili na sitini na nne lakini wabunge wa majimbo wa, wa kuchaguliwa wako ishirini na nane. Wabunge wa, wa majimbo ni wachache mne wanawake. Sasa hivi anakuchajiisha kwamba wanawake sasa waende wakagombee wajimu kuongeza idadi ya wanawake ambao watakuwa wanapatikana kupitia kura za wananchi na sio wale kuwa viti maalum. Kupitia YouTube channel gonga na subscribe channel yetu, ili we wa kwanza kuhabarika na kuburudika na Toronto Online TV. Karibu Tabora, karibu Toronto.